funzi wako, ndo nimefika siku ya kwanza, ulivyoniona kg zangu, umri wangu, urefu wangu na jinsia ya yangu, fanyie cancelling. Vyuma ambavyo mnaviepuka kuvinyanyua, vile vitu ndo ambavyo natakiwa ufokasi navyo, yaani nikiingia gym tu mara ya kwanza nifanye vyuma yep. Eh. Sawa. Sasa umesema walimu wa mazoezi wanatuambia ukianza gym kwa eh, panza, anza, panza eh, si slow, slow, eh, kwanza kwanza aerobics yes, slow, na, eh, taratibu taratibu eh, nadhani ndio hiyo ruka kidogo kidogo, kidogo, ambayo tuko nayo eh, kwa sababu hata mtu kimwambia ile ufanye mazoezi kitu ambacho kikufanya ni kuanza kukimbia. Yes. Ndio <laughs> <laughs> same same, hata kwa walimu wa mazoezi wako hivyo. Sema, nyanyua vyuma imaanishi uende sokanyanyue kilo mia, kilo mia hamsini. No, natafuta kilo 5, kilo 5, kilo 3, kilo 3 unafanya mazoezi very common, okay, like overhead presses, like squat, utafanya bench, deadlift. Ndio hizo hizo compound exercise, hazidi zaidi zidi sita. Inabani mwili mzima, inagusa mwili mzima, ina activate kila muscle. Na ili wewe uchome mafuta, unahitaji kuwa improve metabolism, na metabolism haiwi fixed kwa kurukaruka, kwa kukimbia, ni kwa kufanya mazoezi yanao activate misuli yako. Mara tatu utafanya strength, mara moja nitakuwekea cardio kwa wiki, na mara moja maybe utafanya stretching kwa sababu ni muhimu pia kuzingatia mobility ya mwili. Kuna watu nakuta ananyanyua vyuma, yuko very flexible, ana ile mobility yake, kwa sababu mobility ni part of exercise. Yaani yani kuweza kujinyoosha, kuweza kuinama vizuri, kuweza kufanya msamba ni kila kitu. Ananyanyua vyuma hapo yeah, ametuna hame mm. amekaa hivi haendi popote. Yani ile ni kitu kibadi mkono, mkono au nyoki yani yeah, so ndio kwa Okay, mambo haya. Ehe. So nitakwambia uzingatie mazoezi ya kunyanyua vyuma mm, japo mara tatu kwa wiki. Ndio. Kama utafanya mara nne nitakwambia mara tatu na siku nyingine ufanye stretching inasema mobility na hizo cardio. Cardio ndio yapi haya? Cardio ni wa mazoezi ambayo sisi tumeanzia kuruka ruka. Yeah. Like jumping jacks, like <laughs> <melaiki>, nini? <nien, laughs> Mtu anafika pale gym saa nzima anaruka. Ndio ni kweli. Na anajiangalia, nini, anatoka jasho, anasema nao nimechoma mafuta. Ni mimi huyo. Kinachotokea. Kinachotokea haupungui kwa sababu gani? Yale mazoezi ya cardio na choma tena misuli na misuli, kuna kitu kinaitwa glycogen mm. Kwa ukianza kuchoma mafuta kadi ya kadi, kwa sababu unahitaji energy haraka, mwili unaanza kutumia karoli za kwenye damu. Uh, mwili unaanza kwenda kutafuta sukari ya haraka nitumie, inaenda kwenye misuli, kuna kitu kinaitwa glycogen mm. Inaanza kuchoma, na ile kwa unachoma na misuli pia. Ndio maana wengi wanaofanya mazoezi hasa aerobics ya nini, unakuta wako slim, lakini mm. mafuta yao yako pale pale. Yaani mtu anafanya mazoezi kukimbia vizuri, sasa mimi nakimbia, lakini kitambi chake kiko pale pale kwa sababu <laughs> haja improve metabolism eh. Hana misuli yani yeye yeah, anafanya tu mazoezi, hauwezi kupungua namna hiyo. Kocha atufanye cardio, kocha atutoke jasho sana, na mwanafunzi anakupa lecture mwalimu yani ya yeah, kwa sababu information zipo, huwezi kumkataza mtu kusoma kama mtu aje kukiamini kije kumsikina. Sasa, okay. Good morning. Habari za asubuhi.